Haya, mama, mimi mimi kwachi nikalala, mimi nimechoka leo. Nimechoka sana kweli. Haya mama, tutaongea kesho zaidi. Nyuma ya pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia

Kona vipi ndugu yangu ah? Ndugu yangu fresh tu. Issue vipi? Namshukuru Mungu naona jii ah. Wewe acha hatari mm. Mambo mengi naona upo kwenye mizunguko yako hapa ah. Nimetoka zangu mtaani mm. Ila kawa unavyojua mm. Mguu hakutoka mm. Saa godi kauombea mm. Vipi kwanza ile suala letu, naona umekaa kimya ndugu yangu, unipi mrejesho wote? Wajua, bosi anakusikilizia wewe tu leo kesho, yaani pikipiki unapata. Ndugu yangu ni kweli, ila kama unavyojua mimi ni mgeni katika hizo biashara, kwa hiyo hilo swala bado nalifikiria sana kwa kina kichwani mwangu ili nisije nikaamua tu maamuzi ambayo huenda akaja mimi mwenyewe akanifelisha hapo baadaye, kama alivyomfelisha yule kijana aliyechukuliwa hiyo pikipiki. Fanya upesi mwanangu, mambo sijua, anaenda za katokea mtu mwingine chapo akafanya kazi, ila itakavyokuwa tawasiliana. Shemeji yupo huko nyumbani, uko poa? Ah, poa. Yuko poa, yupo hapo nyumbani mm. mm. Ila pale ni kwako kwa. kwa, <todimu> wewe sika muda wote tutamkuta. Ah, nimemiss sana ndugu ah, au sio eh? Karibu nyumbani bwana. Basi poa bwana kanu, hamna shida ndugu yangu, ila usisite kunipa mrejesho bwana, mambo ende, hilo limeisha au sio eh? Hamna, ndugu poa, ndugu yangu. Dada, kuna application hapa na download ina movie nzuri. application gani? Ah, umeona umeona madolidoli hayo bwana, bwana, afu kuna kitu ni... yani, nimekumbuka nani, kikisahau kingepita hivyo hivyo, nisimalize uhundu bwana. Mimi na mpenzi wangu huyo, mpenzi wangu ni mume wa mtu hmm. <laughs> Yani Maya, hivi kweli hujaona wanaume Eh, mpaka ukaenda kuwa na uchumba na, na, na mme wa mtu sasa? Hapo dada wewe, cha ajabu kitu gani, mme wa mtu? Alafu bila hata aibu unaanza kunisimulia eti mme wa mtu na nilienda kwake nikamwambia hivi usikia, hata haya, kwani wewe maya, kwa huu uzuri ulionao wewe, wakwenda kuwa na mme wa mtu? Sasa wengine siwapati, napata tu waume za watu mm-hmm. Nikajiroga bwana, nikaenda nyumbani kwake <laughs> nikamkuta yuko na mama mkwe wake na mkewe. Dada mimi, tena nimeshiwa pozi sasa, nimeogiwa maji, nimekuwa mdogo. Nikaaga kaka, nikaondoka, nilijisikia mimi aibu <laughs> <laughs> yaani ukisikia mtu mzima amezagirika mtojana. <laughs> <laughs> Yaani, una shida, nikwambie tu ukweli yani. Yani wewe una shida, haiwezekani. Yani wewe eti sijapata <coughs> <coughs> kuona yani, kweli kabisa, unahangaika kabisa na mume wa mtu. <coughs> Hey, kwani kuna kosa gani? Tafuta wako, Maya. Mume wa mtu hawezi kukuoa na wala hawezi kukupeleka popote, atakuchezea, atakufuja, utaisha. Basi hamna kingine cha maana ataka atakachoweza kukufanyia wewe. Unanitukana, si ndiye? Mimi nakwambia. Wewe mtu eh? Kwanza bwana maisha yangu mimi. Wewe hata yakuhusu. Kwanza najuta leo kwa nini nimekushirikisha. Kele changu tu. Yaani tena najuta. Na wewe umeshakuwa mama mchungaji tena kunihubiria. Leo Mathayo, kesho Yohana, kesho kutwa Zaburi, kesho kutwa Marko. Ah! Kwanza ni maisha yangu bibi, eh. Si unanielewa, eh? Yaani, dada, umekusa suku. Mpaka unamng'ang'ania mume wa mtu. Hoja, dadangu unachikisha sana. Kwa nini akatukia mimi naye kama wajani? Eh? Maana mimi hata sikuelewi. Kama yeye yani, mjane, si mjane. Yaani, Bwana mimi tu siko ndio kushida. Badilika, mdogo wangu unachezewa. Utafujwa, utaachwa. Ona mwanaume gani hapo? Wa maana yani, tuseme wa maana mwanaume wako yule hapa, maana yuko hapa. Si bwana mimi natembea na mume wa mtu. Eh, kwanza nimekaa hapa na kwanza hiyo jeuli. Iyo jeuli mayi, endelea waume za watu, we watakuja kukutoa roho wewe. Endelea na wewe, mume wa mtu, sunana na kuweka mjini. Endelea au waume za watu. Ukija kuolea mdogo wangu nao waume za watu, ipo siku utakumbuka maneno yangu, mtoto kama nini, hey! Mama mzigo wako. Asante mwanangu, asante, nashukuru Mungu mm awabariki -hmm, eh, awaongezie palipopungua. Amina mm -hmm. <laughs> Eh, ila mwanangu, huyu mwanaume uh -huh. Sidhani kama utapata tena mwanaume kama huo wada. Mwanangu umesha kuwa mtu mzima, unatakiwa uilinde ndoa yako kutulia, heshimu ndoa yako, hujue ndoa ni ngumu sana sasa hivi mwanangu, eh? Mama, hivi unajua nachokiona hapa ni tofauti na jinsi maisha yetu tunavyoishi, namaanisha aimani wemwona sasa hivi, na we utakapotoa mguu wako hapa kwenda kwako ni watu wawili tofauti. Simoni sio mwanaume mzuri kama jinsi unavyoona, yaani Simoni, mama, ni ana rangi mbili. Sasa hapa unapomuona amejivisha rangi ya malaika, ila ukiondoka anakuwa ni mtu mwingine kabisa, kama Israeli, mtu wa roho hivi <laughs> ni nani utakayemwambia haya maneno akakusikiliza eh? kwa hiyo unapenda kumpa ubaya baba yako Mbona baba anaonekana hana shida yoyote? Eh? Hebu angalia pesa alizonipa hizi. Nani atakayeweza kunipa kwa dunia sasa hivi? Baba watu mzuri, anatupenda, anatujali. Upate wapi mwanamke kama huyu? Hivi uone wenzio wao wanahangaika mabarabarani huko wanaenda paka kwa waganga kutafuta wanaume. Waolewe, wasitirike. Wamesitirika lakini uishi kunung'unika. Kila siku Simoni Simoni, kanifanya hivi kanifanya. Mbona mimi sijaona chochote kibaya alichokufanya? Hizi siku mbili tu nilizokaa umu ndani. Eh? Wada, kwanini uko hivi unaichezea ndoa eh? si ndio unachezea ndoa yako. Ushakuwa mtu mzima, unatakiwa ukae utulie kwenye ndoa yako, au unadanganyika na haya mambo ya mitandaoni? Unajua maasazi kushangaa, kwa sababu sio peke yako unayemwona Simoni hivyo. Simon ni mtu mzuri sana kwa watu wanji hata huko nje huko kote tunapopita watu wanaamini mimi naishi maisha mazuri sana. hata kwenye maudhui yetu ya mitandaoni tumekuwa tukiaminisha watu tunaishi maisha ya furaha sana, lakini sivyo ukweli ulivyo. Huwezi kupanda usichokivuna. Simoni amekuwa akininyenyesa mama. Sina mtu mwingine wa kumwambia mambo yangu, hasa mambo ya ndani kama haya, na ndio maana mimi mara nyingi huwa napenda kukwambia wewe, mama yaani hapa nilipo natamani kama ungeendelea kuishi humu ndani, maana maisha tunayoishi sasa hivi ndio maisha ninayoyawaza muda wote, ila utakapoondoka kwenye hii nyumba yani, utakapofika tu mlangoni ukaishia, basi uzuni yangu inarejea tena. Sikusikia habari za Simon Kaa. Kwenye ndoa yako umepata sasa. Ndoa yako kama unaichezea, shauri yako. Nimeshakuambia sitaki maneno maneno. Unanung'unika kuhusu huyo mume wangu. Nisindikize au wacha mpigie mwenye bodaboda hapa anifuate. Unatizama nini? Mpigie mwenye bodaboda niondoke, au basi twende huko kunje, twende nampigie huko kunje uishuuunika aimonikanifanyaje si ukafanya fanyaje jamani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 kwa nini nalia? Kwa sababu yote yamefichwa nyuma ya pazia. Ujui kwa nini nalia? Kwa sababu yote yamefichwa nyuma ya pazia. Usaliti na mateso Halo Bewa, na kupigia simu tokea asubuhi, lakini nashangaa kila nikipiga simu haipokelewi. Tatizo nini, mpenzi wangu? hayanihusu vipi sasa eh? na unajua kabisa kuwa mimi naishi na wewe nyumba moja. hasa hayanihusu vipi? maswala yako, niendelee na mambo yangu gani tena jamani eh? Unajua Bewa, mtu mzuri ni yule mwenye kukwambia ukweli, na ndiyo mimi nakwambia ukweli nikiwa najua najenga na, na sikubomoa eh? na siku zote mjinga huwa ajijui. Huenda mimi nikawa ni mjinga, basi naomba unijuze. Nakuomba urudi nyumbani, mami Bela. Sijajaliwa na mengi, lakini kuwa na wewe najihisi ni moja ya wafalme hapa ulimwenguni, hivyo tafadhali, na kuomba rudi nyumbani, mpenzi wangu. Hayo mengine tutayaongea mwanzo aliko sina mwisho. Wahenga walisema huwezi kupanda usichokivuna. Wahenga walisema nyuma ya pazia kuna mambo mengi, usaliti na mateso, maumivu na mapenzi. E bwana Alex, kuna baadhi ya changamoto ambazo tunapitia zinatufanya tuweze kuwajua <coughs> hawa watu wetu wa karibu ambao tulio nao roho zao jinsi zilivyo. Nikisema hivyo namaanisha kwamba, unakumbuka kuna siku nimeshakwambia kuna jamaa wangu mmoja, mazingira ambayo anapitia dhidi yake ee na mpenzi wake, jamaa yule ambaye nilikuja kwako ukaniambia ana changamoto kwenye mahusiano yake aa Mwanangu yule jamaa anapitia kipindi kigumu sana. Kwani vipi ka ndugu yangu, wewe na na huyo mshikaji mna mahusiano gani ya karibu? Ni ndugu yako labda? Na unamzingatia sana naumiza kichwa sana kwa kumfikiria yeye tu? Yule bwana, naweza nikasema ni zaidi ya rafiki. Hmm, shaona bwana, sababu nimetoka naye mbali sana. Kwa hiyo haya mambo anayopitia, nafikia tu mimi mwenyewe najisikia vibaya sana. Kila lenye mwanzo mwisho, waenga walisema huwezi kupanda kusicho kivuna. Apenda nao wale, yani utazania wa achani

Hey, hello. Hey, Simon. Naomba ujawaka yani. Yani sana hapa kwa Chips. Sasa hivi yani. Sasa hivi, sawa, nakuja sasa hivi. Kuna shida gani? Nitaka kujua kile kinachoendelea. Hebu endelea na kazi zako ndani bwana. Sasa wewe kama ndugu yake wa karibu unatakiwa umshauri kitu kimoja, atumie roho ngumu, aachane na wewe. Mwanamke atamfanya mpaka mindset yake ivurugike, hatakuwa na hatakuwa na muda na kazi, atakuwa nawaza wewe. We, cha msingi mshauri. Mimi ningekuamini ponae karibu, ningemshauri maamuzi achukue, maamuzi magumu. Siona mimi ninavyoishi. Hmm. Demu nkimwambia sina leo, yeah. Kesho nkimpa naye, akiona ana uvumilivu na mimi basi napiga chini. Umeniona mimi mwenzako ninavyoishi na wanawake. Hawezi kuchukua kuja tu from nowhere achukue hela yangu tu. Nikiona mwanamke ana vipengele vingi, siji kusuka, siji naenda kwenye pati ya shoga yake, siji nini, napiga chini mapema. Atanifelisha maisha, ni malengo, au sio bwana? Mimi ningekuwa karibu na huyo jamaa, huyo mshikaji wako, ningemwambia apige chini, aangalie maisha mengine. Wanawake wengi sana kwenye taifa hili, wazuri tu, ila inahitaji moyo mgumu sana, hujue. mm. Awe na roho ngumu, ajikaze, apige chini tu, wanawake wengi. O, dakika moja naongea Swala uh, swala la pesa. Mke wangu, usijali. Una shida ya shilingi ngapi? Nilikuwa na shida kama na elfu hamsini hivi. Bas, naomba univumilie, maana sasa hivi nipo kwenye mishe mishe. Ikifika majira saa kumi kumi na moja hivi nitakupatia hiyo pesa, mpenzi wangu. Haina noma, we ni vumilie tu mi navyokupenda poa. Basi ushinde salama. Vipi ndugu yangu, abili yangu kanipigia simu hapo kabisa, nimfate posta hafu pikipiki nshatuadaiwakaafikianu wa sijui nitafanyaje Kelicho kipengele ndio maana sipendagi kabisa. Sasa hapa itabidi niende pae kwa mshikaji wangu Kijoni pale nikachukua pikipiki nyingine, nimfuate abiria wangu wa hela sana. Ah basi hamna shida, mimi ngoja nipigipige zangu upepo hapa, ila muda sio mrefu nitaelekea home. Basi sawa, ndugu ndugu, ah, yangu yangu, hamna shida, pamoja. Mbona umeleta hapa? hapa sio na kabisa na jirani na nyumbani tena unyamazi Simon <laughs> Hebu na jele wewe unachokiongea, yaani unaita haye ya nyumbani. Shida nini? Hebu niambie. Kwa hiyo Simon, kumbe mimi niko na wewe, eh? Unanitumia tu, eh? Unavyojisikia wewe kunifanyia. Una yaani unajisikia ni leo nimfanyie hivi Maya, kesho nimfanyie hivi, nimfanyie hivi. Alafu mnaoneshana mapenzi na mke wako, mnashikana shika na barabarani, sio vitu gani? Ah, hebu una akili kweli wewe? Nisikilize. Sawa. Nisikilize mpenzi wangu. Mambo unayofanya nyumbani siwezi kuleta mpaka barabarani pale, hivi watu watanionaje? siwatuna so, mi na roho mbaya asimpende mke wangu, ni lazima niigize pale, watu waone kabisa, Mr. Simon anampenda mke wake. Yaani, yaani leo leo ndo umeonyesha, yaani leo kwamba jinsi gani wewe hunipendi na haujawahi kunipenda, wala haunifikirii kwenye maisha yako, chochote huniwazii pia, unanichelewesha kunipa. Hebu nisikilize kwanza. Na ndio maana tu unipigia simu, nimemwacha ule mjinga, nimekuja nimefuata wewe tena kabisa. Hapa ni jirani na nyumbani, lakini nimekuja kwa ajili yako na kupenda, mpenzi wangu amini? nifanyie nini? niko hapa kwa ajili yako, karibu na nyumbani, lakini nimekuja hapo hapo unifanyie nini? Basi nioe. Why do you not believe me baby? Ha? Nakupenda sana. Wewe uniamini kweli? Sikuamini hata kidogo. Yaani kwa kitu ambacho umenionyesha leo pale. Wewe unipendi bwana. Not... Okay. Hamna. Mi nagonga mlango nagonga mpaka majirani wananishangaa wananiona, napiga makelele hapo. Je, nimekaa sana nakugongea bwana, nimekupikia chakula kizuri. Wewe huyo umepika nini kwani? Tambi, kuku na mayai, nawe tutaenjoy mm. Cha uvivu leo kaingia jikoni kupika lakini yes tulikubaliana jamani. Jana umepika wewe? Leo nimepika mimi kabla mudi haija kati. Sitaki kuamini, nataka nikaji nikahakikishe nika, mwenyewe nikaone hicho chakula. Ah, ah. Sasa unakuwa na haraka kitachia chakula? Yaani wewe sasa hivi unashtakiwa umetoka zako kwenye mishimishi zako, rudi ndani. Katulie kidogo. Leo nakuletea mpaka kitandani chakula. Yaani wewe una jinsi gani? Mimi nilisomea vizuri mapishi. Kwa hiyo twende chumbani hey? kwa muziki. Makubwa. Mbona hivyo leo kulikoni? Umekuta na nini? Mudi takata, acheni nikapumzike nikapumzike. Maya, napika nakuja